Kisha akavutwa kwenye kifaa cha mateso, akachomwa kwa chuma kilichowashwa moto na akakatwa matiti yake. Wakati wa mateso, Mtakatifu Agata alisali kwa upendo wa huruma, ninaning'inizwa kwenye kifaa cha mateso, nisaidie, e Bwana Mungu wangu, wanapo nikata matiti yangu Mtakatifu Agata alimkemea gavana kwa ukatili wake, akimwambia wewe, asiye na Mungu, mkatili, dhalimu, asiye na aibu. Je, huoni aibu kumtendea mwanamke haya, ambaye kwa hayo mama yako mwenyewe alikulisha maziwa? Mtakatifu Agata aliporudishwa gerezani alisali Umeona e Bwana mapambano yangu, jinsi nilivyopigana katika uwanja wa vita, lakini kwa sababu sikutii amri za watawala, matiti yangu yamechanwa. Usiku huo alimtokea mzee mtakatifu Mtume Petro akiwa na dawa za uponyaji. Agata akiwa na haya ya unyenyekevu wake, alisita kumwonesha majeraha yake. Mtume Petro alimwambia, mimi ni mtume wa Kristo, usiniogope binti yangu. Naye akamjibu, sijawahi kutumia dawa za dunia, mwili ni mwangu, ninamtegemea Bwana Yesu Kristo, ambaye kwa neno lake anafanya mambo yote kuwa mapya. Mtakatifu Agatha aliponywa kimuujiza na Mtakatifu Petro. Baba wa Mungu wangu Yesu Kristo, ninakusifu kwa sababu kwa mtume wako umerudisha matiti yangu. Usiku huo mwanga ulijaza gereza, walinzi walikimbia kwa hofu, na wafungwa wenzake walimsihi atoroke, lakini mtakatifu Agatha alikataa baada ya kupata msaada kutoka kwa Bwana. Nitaendelea kumkiri yeye aliyeniponya na kunifariji.